Kwenye game la mziki siku hizi bwana, ili uwe unique na uonekane kuwa mjanja, lazima msanii uwe na kama intro fulani hivi kijanja sana. Sasa leo hii hapa bwana, nimekusanya baadhi ya intro kutoka usanii wako wapendwa kabisa, na naomba hapa bwana, usikilize alafu niambie katika intro hizi hapa bwana, gani ambayo ndio kiboko kabisa. Tunaanza na hii hapa kutoka mwanetu Diamond Platnumz.

Mbosokan pia Mboso Binlas Binlenga aka Mafioso Nenga Nenga Prince Dully Sykes brother man. Alafu kuna mzee baba Moko genius. Alafu kuna Zuchu chu Yes, kati ya Diamond Platnumz Harmonize, J Melody, Ibra, Jiva, ji nakoworewara, Mbosso, Billnass, Bilenga, Dully Sykes, Moko pamoja na Zuchu ni miongoni mwa wasanii wachache tu ambao nimeamua kuwa kuchukua eh. Of course, kuna wasanii wengi sana akina Mario, au, eh, of course, unajua intro zao. Nikitaja wasanii kama akina Nandi na wengine wengi, wana intro zao za moto tu, lakini mambo ni kusanya hizi tu kwa haraka haraka, kati ya wasanii ambao bana nimetoka kutajia na hizi intro ambazo umetoka kusikiliza, gani ambayo unahisi kabisa kwamba ni intro ya moto ama ni intro ambayo itaishi miaka mingi? Nipe maoni yako pale kwenye comments section, chagua intro yako bora kabisa uniwekee pale chini kwenye comments section, alafu leo hapa tutajua ni nani mjanja, nani mkali kati ya wasani wako pendwa. Mm -hmm.